Eh, bwana sisi tunashukuru kwa ujio wako, huenda tunaweza tukapata msaada, tunaweza tukapata msaada kupitia kwako, sababu wanyama tembo imekuwa ni tishio kwenye jamii. Tembo wanavunja nyumba, wanakula vyakula vilivyopo ndani. Sasa hatuna namna, kwa sababu unafikiri sasa hata serikali tunaona haina namna ya kutusaidia sisi, wenda labda wewe utakuwa msaada kwetu, kwa sababu kikubwa kinachotuumiza tembo wanaua watu. Linapotokea tukio la tembo kujeruhiwa, askari wanakuja haraka sana, tofauti na mtu anavyojeruhiwa na tembo. Kwa hiyo nafikiri, tunafikiri kama uwezekano upo wa kutusaidia, hebu kwa hili tusaidiwe. Wananchi wa Ilangali tunapata shida kwa ajili ya tembo. Kilichofanyika pale ikabomoa nyumba, akavunjwa mkono binadamu. Tulichanga mchango, wengine walikuwa wanatoa mia tano, wengine elfu mbili, wengine elfu moja. Huyo mtu mpaka sasa alikuwa amevunjwa mkono na mbavu, sijui mbili. Ni tembo tu huyo, jamani! Hivi tembo na wanadamu, jamani? Serikali, kwa nini Samia hatujali sisi?